Huko nje pia kuna kijana mwenye ana plan kukuwa kama wewe, jue usharusha pale mistari, na maybe hata kuna mwingine hiyo miristana, wewe unaweza mwambia nini kitu na mwadvise ta msanii tu, tujaribu kujituma. Music ni kujituma na kung'ang'ana, akuwe msao kwa writing, akuwe na content. Yeah. Na watu wengine husema ukiwa msanii lazima ukuwe jamii wainafeel hata najua kijiji yako ya ghetto si ndio? Wanafeel sahii, ukienda huko wakusikia wewe ni msanii, watakuchukua wewe ni kama terrorist, mtu wa kufanya vitu vibaya, waro na mademu wa tabia mbaya. how do you like that? Hapa na hiyo unakwanga ni character ya mtu specific. Unaezapata msanii mwenye anapenda life yake private, unaezapata msanii mwenye ana so hiyo ni lifestyle ya mtu kutoka utotoni. So kama hiyo damu iko tu kwa mwili iko yeah. Niye mwenyewe si ndio? yeah, okay so eh, ghetto unatokea menea wapi? Nyumbani mtaani Narok Elgoris. So maybe unaweza wambia maybe kuna mtu mmoja ama wawili anaweza kuwa kumbe ni wa mtaa ya kwini unaweza muongelesha na kikwenu umwambie mimi ni kwenu, nafanya hii kazi ya muziki, unanifollow, unanisupport. Huwezi jua, maybe kunaweza kuwa na sponyo kwa mahali hapo, pande ya kwenu, na wewe ujui. So wewe ukiongea kikwenu, anakusikia vizuri, anajua wewe ni wa kwao. Wow. Sawa. uh, will... so Big up man, dancehall music na kutambua unafanya good work. Big up G. Tuendelee kusupportiana my brother. Yo, thank you so much on the mic. Nimekuwa Samstar Sam. Nimekuwa na live interview pande za Rongai nayo msanii ameniambia anaitwa Rapcha KE, pale YouTube anaitwa Rapcha KE. Ni kijana anajituma, vile unamcheki ako fiti. Ana masuri moo yenye nyim mnasikia, mnafikirangaa wasanii e, wako so. Nikiwapa na wewe, Rapcha, piga kamistari hapo Flow ya this ni noma sing na mimi yongoma unatamani kuwa kamama hii maisha lazima kupima et good fuck asine heshima dharau ya busu yani kutema poko ametoka yani kwa soko anadai ni mupe kiloko nyuma stingo sanyoko kitu ni nono yani kadonjo kelele mingi yani kadi ngoingo mimi ni mras bila dread ka una feel kumedi niko moshi ya mafegi leo form ni ya mapedi gangsta timba ndondula, shape design ya jura nimeomoka, sio itu amefura. Yes sir, so this here ni rasta bila trade <laughs> Yes sir, so acha tupange fiti. Uh, tutaingia studio hata mimi na wewe, aje aje, mimi na kuangana mirista, lakini huwa uh, uwa mostly si, so unajua industry, lazima utafute vile utaingia, lazima utafute so mimi nilitafuta mbinu ya kuingia kwanza ndio nirudi mali inafaa, but mali niko ni penye huko tu, hata si hapa eh, lakini ikishajipa venye nafikiria, utarudi. Utarudi huko, tutapatana I mm, I think yeah. So, alafu tutapiga si makonta, si ndio? uko na phone, si ndio? so utaniachia mpaka pale kwa simu, alafu we will do everything vile inafaa, so say, Let's meet in the next video. kama kawaida ni Samsta Sam. Alafu mambo iko shega, mambo iko nyere vile wanasemanga wakina Skipo Simba boy. But therefore people, we wish you happy Easter, we wish you good Friday, happy holidays. Tuwishe mafanzi wako happy Easter, good Friday, na wish you enjoy, feel feel good. Thank you so much people, let's meet in the next video. Nimekuwa wenu Samstar Samson on the mic, bye bye see you.